imekuleza nini hapa? <laughs> minkueza swali, naona sali, mi nawkubaliana. j paka sasa ni saa ngapi? Basi bora hata ungenipa taarifa kama huji mi, nikajua dharura, nijue mi nafanya zuki. Kuliko mimi nimeondoka nyumbani, nimefika eneo la utola tukio, nimekaa nimekusubilia, mina nakupigia simu yako haupatikani, haupokei simu. Yani mara hupatikani, ya mara hupokei okay, nikarudi nyumbani nikasema labda huyu mtu atanitafuta kimya hivyo. Na matatizo, wewe ndio unasema, namtangazia mamako mtaani kwamba ni mchawi anaturoga. Yani mchawi wewe ndio unakuwa unanishuku mimi kama mchawi, labda waenda mimi hata yale maradhi mamako anaugua mimi ndo nimefanya aui, sindio? Alafu sasa hivi, nani, u... eh? uwa, kwa we kwenyizuri omwangakia mama angu leo hii hilo ukuliona na ndio maana ulikuja ukaniambia nimemwambia mama yako mchawi. Alafu hata uliniambia tuachane kumbuka? Nasikia sikia wewe mwonga... mimi unaota ndoto, wewe upo usingizie. Mama, usione umepona ukajisahau. Nadhani nakumbuka makubaliano yangu, mimi na wewe bado na deni na mimi na, ukija kukeuka masharti yangu mimi na wewe, basi nitajua mimi nitakufanya. Wewe we, Amina mimi sionana wewe, natoka uh, uh, uh, nyumbani. Usinifanye mimi sina akili au mpuzi, sawa? Sikia basi, sikia Amina, hebu basi tuwe serious. Hata hayo maigizo nao, mko gamba wawili, usikwize mko wawili nyinyi katika hiki kijiji. Usiniletee hizo so drama drama zako, sawa? Nisikilize eh? naomba Amina mba nataka kumchanganya akili yangu, toka mimi ndo natoka nyumbani sasa hivi Tokea jana tumeonana mimi na wewe. Eh, eh mimi eh, sijaonana eh, na wewe leo. Mbona unataka kumlazimisha? Nimekwambia toka nyumbani ni kwetu. Sija ah, basi nambie hata kama sawa. Nimekwambia toka. Sawa, sawa mimi, mimi najua bwana. Mimi najua. Sawa. Lakini fanyane hivyo basi. Maigizo gani hayo wewe unanifanyia? Unajua mimi, mimi, mimi. Wewe usiletee utani. Kwa hiyo mimi sina macho. Sina. Sinda. Munda, Amina eche. Basi acha hiyo uanze kuigiza. Usiniguse bana? Na ule unaanza kama msanii unaigiza kiasi niko, Amina acha eh? Kutisha bana. Usiniguse. Sikia Amina. Haonielewi. Subiri. Bona niazibu na mimi kosa sirifahamu Amina. Eh? Ni muda mrefu sasa umepita tangu upewa hii kazi. Hakuna kitu chochote mpaka saa hiyo ulichofanya. Sasa basi, wazee wako kula na kuangalia tu mababu una landalanda huko duniani. Pasipo na faida yoyote. Nimeagizwa nije kukukumbusha tu. Fanyi uwezavo ili mkataba wako malize vizuri. Na pasipo hivyo, utaenda kule kutumikia kifungo chako cha maisha. Nadhani umenielewa. Maamuzi ni yako, kusuka kama kunyoa.

Wahamu kwenye njozi kifo na shumi, nahitaji dozi, mtapata wazimu shidani, nilimweka moyoni, kitu gani sijampatia jamani? Ah, kama utani kaniweka rehani Amina, mbona unalia? uh, uh-huh. Amna kitu, amna kitu dadangu. nakuona kabisa unalia hivyo mm. mimi no, ni mshauri wako. Kwa kama hakuna kitu kinakusumbua uniambie tu, sinifiche. najua mdogo wangu, ila kama pangekuwa pana kitu labda kinanisumbua ningekwambia, so niko sawa sawasia kweli

Nono, umekaa unamwaza kibao, unamwaza mtu asiyekuwaza. Yupo huko anaenjoy, anajiramba. Hebu achana naye, niweke mimi kwenye mawazo wangu skupd naomba tu ukae mbali na maisha yangu, kwa sababu siko tayari kabisa kuingia kwenye mahusiano na mapepo. Niache na mahusiano yangu, niache na maisha yangu. Wewe mjini, tafuta jini mwenzio, niache na mimi na binadamu wenzangu, tafadhali. Lakini pia kile ulichomfanyia mama yangu inatosha itarajii tena kukuona, ukiendelea kufuatilia hata maisha yangu. Kwani ni kosa gani kubwa ambalo nimemfanyia kwenye maisha yake mpaka kufikia hatua ya kuniambia kuwa amevunja mkataba wa mapenzi yetu? Ina maana amesahau kabisa wema nilomfanyia jinsi ambavyo nilipambana kuhakikisha mama yake anapona. Leo hii anasubutu kuniambia kuwa anamtangazia mama yake ni mchawi, mm. Sasa kwa nini aje nyumbani na kujifanya hajui chochote wakati aliongea mwenyewe kwa kinywa chake? Ananiona mimi sina akili Anahisi bila yeye mimi siwezi kuishi, au yeye ndo anajiona mwanaume peke yake. <sighs> hii imekaaje? Bona kama sielewi. Ninaamini siku zote mtu anayempenda mtu au kiumbe chochote kinachopenda ina tabia ya mm. kuheshimu mm. Basi naomba uniheshimu mm. mm. mm. mm. Niache bana, niache bana. Wewe vipi gamba? mm. Nimesema nakupenda kwa, ni kwa ni lazima maji mm. hmm. majini wenzio huko wapende, sio mimi, alafu naomba uondoke hapa kabla sijakufanyia vitu vya ajabu. Mm. Okay, sawa, so mimi naondoka, lakini nitarudi.

analia analia. Mi naona tumuombee tu dua, inshallah atakuja kukaa sawa. Sasa ukitafuta atakipata, kwa sababu huyo anayemlilia wanawake ana, anaanawakeka yeye, anamng'ang'ania tu anamng'ang'ania tu, atakuja kupata maradhi. Hebu ongea na sista yako basi. Hmm, yani kiufupi ni, kiu ni mwene siewee, ndio maana nakwambiaje, kwa sasa hivi mimi na wewe natakuwa tumwombee sana dua dada yetu, ili akae sawa.

atakuja kupata ugonjwa wa moyo yule. Mimi nikimwambia dada, kama wewe mwanaume anakupenda, atakuja kukutolea barua nyumbani. Hakuoe, hataki. Mimi naona haina haja ya kumbembeleza kumwambia si, yeye ni mtu mzima, anajua kipi bora, kipi kibaya, atachagua mwenyewe. Kwani ana ana nini? Ana hela? mbona mwenyewea hizo ni siri zao wenyewe. Basi saa mimi naona bora nikuache, nikiendelea shughuli zingine, sio unajua, nayuga tunauda ibada hu kwanza. Nataka nataka nikaswali, kakutana baadaye. Basi ngoja mimi nikatieleza nguzo, yaani e ni, ni mkubwa lakini ni bwabwa punga sese kabisa, yaani e aya. Ah, bwana, inshallah baadaye.

Hivi ushawai kupenda yani, katika maisha yako, labda ushawai kupata mtu ukampenda, labda ukampenda, ukampenda hivyo? Usinione kama nakuwa kichaa. Jamaa nampenda ila, nashi nashindwa kufahamu kwamba shida kilichompata sasa hivi ni kitu gani. Amekuwa ni mtu kukuta ni mkelele, tukiongea tuelewane, mkorofi, hanielewi kabisa kabisa, Albapeju. au ndio mwanamtu mwanamke wa kwanza kuacha. Ni kwa, kwa, kwa nauma, basi na ndugu zako. Inakuanzia sana wewe. japo aujijali mwenyewe asiku kua nauma basi ah. yaani unaelewa nini mtu anapokuambia kwamba kwa napenda au mapenzi napenda, so acha niteseke

Jidozi nitapata wazimu. Shirani nilimuweka moyoni, kitu gani sijampatia? Jamani ah, kama utani kaniweka rehani.